Niko na taji pia, ule ndugu mwenye alikuwa anauliza juu ya ile fasi kwenye kulifanyika bombardema jumi, nasikie ko mkonfusio alikuwa anapenda ajue mwangaza vizuri A, ile ni izin ya or ni izine ya or inakuwaka kote ya Bukavu, fasi kwenye kunaitwa Twangiza nani mteritware ya Luinja mm. Ile izine ilikuwaka ya wamerike wa wamerike wa walipatumika sana kabisa, njoo societe tulikwaka tunasikie inaitwa ba ba Banro. Banro Mining na kule kwenye ile izine kunaitwa twangiza na njo wanaitaka tuangiza mining, tuangiza mine, ni mine ya oro. Sasa waamerike wakaipatiaka washinwa, wakati wanauzishia washinwa waamerike wakabakianaka na moya mining, na Lugushwa na Kamituga, izine ya Kamituga na Lugushwa ilikuwa bado haijajengewa ile yatwangiza njo ilikueshajengewa na yanamoya uh, wakati Felix Chilombo aliingiaka kupouvoir, alikutanaka zile izine zote zilikuwa zingawe zinatumikia kukontra ya Kabila. Njo wakati iko kupouvoire Chilombo akafika, sasa ana rompre makontra akasimamishaka kwanza ile maizine ile izine ilikuwa siku mingi haitumiki hapa. Kwenye M23 na kamata Bukavu njoo wakati ile izine walikuwa washaita tena watravaere wote kwa kusema wakuje waanze kazi, na njo gisi e, wa M23 walifanyaka nguvu yao yote wakamate luinja juu wakamate ile izine waanze kuitumikisha wakati walifika pale kwa ile izine, wakakutanaka watravayer wote wako mule ndani na wale washinwa na direktere wa izine, njoo wakawaambia hakuna mtu kutoka, njoo wakaambia ule direktere wa izine bafanye remise reprise au njoo wabakiane izine, akakatala, njoo wakamkamata kwa kinguvu wakampeleka Kigali, na batu yake bashimwa bengine bakabapandisha vyo, bakaenda kwao. Njo wakakuja wakakolabore na wale watretre wakongomani walikuwa wanatumika mule jua au, njoo walikuwa wanajua system gisi ile izine natumikaka mule, mlikuwa mko maside ya kusukula oro, mamashini zote za kuchimba maminere zilikuwa makarbira na kila kitu alafu sasa bakaanza kutumikisha ile mabitu yote, wanatumikisha na wale bale bakongomani wenyewe walikuwa wanatumika mle ndani, njo bakaanza produire sasa malengo ya oro sasa. Ile malengo ya oro yenyewe walikuwa wanatoa pale, ilipandisha M23 kiburi sana na kwa njo manake mahali kwenye walikuwa bako bana tosha resete ya mingi sana mu Sud Kivu kwa sasa e, ile fasi kwenye wana bombarde njo ilikuwa mamoteur ma generateur zenye zina alimante izine muzima. Kura motere moja inakwake natoa moto inapata 11000 volt manake motere moya inatoshaka haute tension ya 11000 volt, na zile ziko motere karibuni ine zinakuwa fasi moya kwa kusema zialimenter izine muzima. Ndo sasa wakati walikuja fa bombardema, waliona hawawezi haribisha izine juu ni faida ya inchi lakini il faut ba bombarde fasi kwenye kuna alimente moto mwizine yote sawasawa. Nagisi fensa de pol alisema ile moto njo inafonktione fasi kote kwe bana sukuli yaka oro mamashini zo ma, yani izine mzima tena. Ile mamotere ziko shere sana, ziko shere sana juu motere moja pale bakisema baitie Mubukavu inaweza alimantea tani atanyawera mzima. Sasa ziko motere ine, ndogisi mambo iko vile kwa sai. Izine iko bloke inasimama kwa kuseme amuke pale, haiko rahisi kabisa eh. Ndogisi mambo iko hivyo.